Nikukaribishe kwa mara nyingine tena katika Viwanjani. Nilikujuza hapo awali kwamba Michael Hiera pamoja na Andrew Kinga mkono watatupisha hapa, lakini mimi na wewe tuna jukumu la kwenda pamoja katika viwanjani mpaka itakapo timu saa sita kamili za mchana. Wakati huu tugeukie mchezo wa mpira wa kikapu basketball, na pamoja nami studioni kuna wageni wawili. Ninayemfahamu kwa ukaribu zaidi ni Abdulwahid Salamu aleikum. Wa aleikum salamu, heri Sheikh. Alhamdulillah, jina lako limetamka vizuri, mashaallah. Ajina haya yana asili ya Uarabu, kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukashangaa umeshindwa namna ya kuyatamka vizuri. Mbali na yeye pia niko na mwalimu hapa wa mchezo huo wa basketball. Mwalimu, karibu sana. Asante sana, kama hutojali, naomba utusaidie kutukumbusha jina lako. Ah, uh, kwa majina naitwa Jovin Charles Ngowe. Jovin Charles Ngowe. Yes. Karibuni sana katika Viwanjani. Tunashukuru right, you sana. Auto basketball mmetuletea nini Viwanjani leo? Ah, uh, kikubwa leo ah, uh, kilichotuleta hapa. Ah, mm, uh, kama unavyoona tumevalia t-shirt ya Dream Chasers, ah, uh, Dream Chaser Basketball Academy. Okay. Ah, uh, hii ni academy ambayo ah, uh, ina lan kwa hapa Tanzania kuweza kukuza vipaji vya watoto katika mchezo husika wa basketball ambao lengo kubwa ni kuweza kuconnecti michezo uh, na elimu. Okay. So katika kufanya hayo uh, katika uh, training zote tunazofanya, pia huu mwaka tumeweza kuwa na tournament mbili za kimataifa ambao mwezi wa saba tuliweza kwenda Johannesburg kwa tournament ya youth na mwezi wa kumi na mbili kuanzia tarehe kumi na saba mpaka tarehe ishirini na tatu tulikuwa Dubai kwenye Dubai youth tournament, ambapo tulipata chansi ya kukompite na akademi kutoka nchi mbalimbali, ikiwepo Serbia, Armenia, South Africa, Abu Dhabi, uh, Dubai wenyewe uh, Kenya na sisi Tanzania. Asante sana. Wewe ulishiriki katika tournamenti zote mbili hizo, ya Afrika Kusini pamoja na ile ya Naam, naam, ndio nilikuwa hapo kwenye zote mbili tuliparticipate, ambapo um, tuliweza kushinda South Africa, lakini kwa Dubai um, hali ikuwa sio nzuri, hatuweza kushinda. Kuto kushinda haimaanishi kwamba hali si nzuri. Kuto kushinda maana yake ni kwamba wewe ni umeshindana umezidiwa katika tournament hiyo, yeah. sio yeah. mbaya sana, hongera. Asante kwa ujumla wenu. Na katika hiyo, hebu niambie ni, ni, ni, ni nianze uh, nianze na, na, na, na, na, na mwalimu kwa hapa Dar es Salaam, mpira wa kikapu, hali inaendeleaje katika masuala ya ushindani, labda pengine katika huo ukuzaji wa hivyo vipaji na upatikanaji wa hivyo vipaji vyenyewe? Uh, kwa Tanzania uh, hali ya ushindani uh, kwa sasa hivi basketball inabadilika sana uh, especially kwenye senior teams mm. Uh, ligi ya mkoa wa Dar es Salaam na ligi ya taifa kwa ujumla ukiangalia inakuwa uh, inafika kwenye hatua ambayo uh, tunaona inaenda sehemu fulani, lakini kwenye uh, ukuzaji wa vipaji tunapata changamoto sana kwa sababu uh, wazazi uh, wengi sana uh, hawauelewi mchezo husika. Kwa hiyo unapofanya recruitment za watoto, unapowafikia watoto unatumia nguvu nyingi sana kwanza kumweresha mzazi kwamba huu ni mchezo wa basketball na anatakiwa mtoto aucheze na, anatakiwa hivi na, hivi na hivi. So wazazi wengi hawana imani sana kwenye mchezo, lakini sio shida yao kwa sababu mchezo hauja haujafika kwenye jamii zetu na wazazi wengi kuufahamu na jamii kuufahamu kwa ujumla. Kwa hiyo wazazi wengi wanaamini kwamba mtoto wake akicheza football ndio anaweza akapata mafanikio makubwa kwenye mchezo kuliko mchezo mwingine Wabidi. Mchezaji wa basketball, ndio, ndio, kwa muda mrefu, ndio, ndio, umechezea timu kama vijana basketball club, Oilers basketball club, msimu huu wa 2025 umechezea pazi, ndio, ndio, na pia ndio kocha wa hiyo Dream Chasers Basketball Academy, ndio, ndio. Kabla mbali ya kwenda mbali, hem, tuanze kwako. Kwa, kwa sasa wewe, utuambie kwa msimu huu, kwa msimu huu tutarajie msimu ujao kukuona bado na pazi au klabu nyingine, na kwa nini iwe hivyo? um, usajili bado mm. Uh, bado tuna open room ya usajili lakini option yangu ya kwanza ni kubaki. E, <laughs> So, kwa kwa Abdul Wahid Abdulwahid, uh, wewe kama ndiye best three pointer Ndiyo. wa tournament ya youth ambayo imefanyika Dubai, ndio narudia tena kukuambia kile ulichokisema mwanzo kwamba ilikuwa fine bahati mbaya nani lakini, at least ume, ume, umeweza kuwa ndo best three pointer, kwa hiyo once again congratulations kwa hilo yeah. Kuna michezo mingi kwako, nini kilikuvutia zaidi kucheza basketball? Um, kwa basketball, I mean on my childhood nilikuwa growing up, nilikuwa mm. nacheza mchezo kama mpira, I played a bit of volleyball mm. lakini wa, imenivutia basketball ni kwamba unahitaji kwamba high level discipline, unahitaji nidhamu kubwa You gotta keep, uh, the work consistent unaona, nataka iwe high kwa know, sababu if you I mean kwamba every day lazima utrain kwamba ukiacha leo unasema kama unategea utakuja, yani you're not going to be better than what you were. Like, kwa mfano mimi um, I'm talking about nidhamu I was I was not nani vizuri kwenye three point yeah but like when season going on nacheza mm. kwa afta train with wachezaji yeah, wa pazi train with coach yeah with consistency I got better on the three, keep improving pia yeah, yeah. Na wazazi wako wanasupoti vipi wewe kucheza mchezo huu wa basketball? Kwa sababu ukinambia nidhamu dhamu, maana yake ni kwamba it doesn't go just down to an individual ndiyo. It has to involve other stakeholders like wazazi wenyewe, let's say, other players. Diyo. pengine coach mm. pengine na watu wengine in order to shape you into that line. Ndio wazazi wako wana, wana support kiasi gani hiyo? yeah wazazi wangu wana support kama hivyo kufund my trips za kwenda mm. South Africa na Dubai. pia wananipa uhuru, kwa sababu kama coach alivyosema, kuna, kuna wazazi wengine wapi uhuru wazani watoto yeah watoto wao kucheza basketball ya, pia na pia wananisaidia kwenye ku guide kwamba sawa, unacheza basketball lakini kwamba you have to balance it with other off court, off court basketball things. So nashukuru pia. Mwalimu, nirejee kwako na nataka kufahamu kwenye ligi ya mpira wa kikapu ya Dar es Salaam basketball sofa inaendeleaje upande wa ushindani kwa vilabu, ukilinganisha na kama miaka kadhaa pengine miwili mitatu nyuma hivi? Uh, ligi ya kikapu ya Dar es Salaam ime inakuwa sana, tukiongelea upande wa vilabu uh, sana uh, miaka mitatu nyuma iliyo unaiongelea wewe, mimi ndo nilikuwa natoka vijana basketball naenda pazi Uh, back then tulikuwa tunacheza tunasema, ni mostly unatumia effort zako kwa asilimia sabini, funds and everything unaji accommodate wewe mwenyewe, lakini hiyo miaka mitatu iliyopita now, uh, like almost karibia timu nusu ya timu za cheza RBA, they paying players, wanawalipa they have a contract, unajua. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasema kwa vilabu vinakuwa Uh, nao imetoka kwenye kilabu kimoja imeenda vilabu mpaka sita. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa sana kwenye vilabu kwa, tunategemea ndani ya huu mwaka unaoanza na mwaka unaofuata vilabu vyote kumi na saba vinacheza ligi vitakuwa vinawapa contract wachezaji wake, ambapo pia ni mafanikio makubwa, na tunaamini basketball inaenda kuwa ajira kwa vijana wote ambao wanacheza. Uwepo wa wachezaji kutoka mataifa mengine katika ligi unawachagiza una, una, una, una nyinyi vipi? unawachochea nyinyi vipi? do you get positive side of it, ama mnafikiri somehow inatishia labda nafasi zenu kama wachezaji wachezaji wa hapa? Uh, mi naongelea mimi personal mm. uh, uh, uh wachezaji wa kigeni wana wana ni motivate sana sana uh, kwa labda msimu ambao nimecheza da city mchezo ambao nimesoma pazi hizo, ni timu ambazo zinaleta wachezaji wa kigeni wengi. Unajikuta na wachezaji wa kigeni wa tano mpaka sita and mnakuta mna share the same number they are good, kwa lazima u compete, lazima ufanye mazoezi we lazima ujitume iweze ku earn minutes kwenye game. Kwa hiyo uh, wachezaji wa Tanzania wengi walikuwa kwenye comfort zone kwamba anajua atacheza atacheza, mm. lakini sasa hivi sio hivyo tena kwa binafsi wanaleta mapinduzi makubwa sana na wanatufanya wachezaji wazawa kuweza kujituma zaidi ili tuweze tuweze kuwa kwenye ile levo ya ushindani, tuweze kucheza katika nafasi na katika timu ambazo zinahitaji kucheza katika international games. Kwa vijana kama Abdulwahid yani, ni na, nafasi yao nafasi ya, ya, ya, ya, ya, yao ikoje ya wao kuweza kutoka katika youth teams na ku kuanza kucheza katika senior teams kwenye, kwenye ligi ya ndani. Wewe ukitazama hilo kama mwalimu kama kiongozi, ukitazama hilo kama mtu ambaye unacheza katika senior teams na kama mentor kwa, kwa, kwa hawa ambao wako katika youth teams. Um, cha kwanza uh, ni kuandaa kuwepo katika hiyo level ya ushindani uh, na kwa sababu pia hapo chini ya Dream Chasers uh, na walk out na club tofauti ambazo kwa mfano huyu sasa hivi anacheza division 1. Alright, so ligi ya division 1 sasa hivi inaendelea ndo anacheza so kula anapata experience. So division 1 akishatoka anaweza akaingia kwenye ligi kuu. Kwa hiyo mfano uh, nao anacheza timu ndogo ya Paz inaitwa Cavaliers okay. kwa akishatoka pale ana chance ya kuja kucheza Paz for experience mwaka wa kwanza wa pili, then anajoin main team. Kwa hizo foundation zote na strategies za wanacheza hapa, wanakuja hapa, zote zipo tayari ikiwepo pia na kuweza kuendelea kuwatafutia. And do you see potentials in them, ya, ya kuweza kusema kwamba okay, hawa kwa hivi walivyo, they can be here. Yaani, uh, na potential unayoiona ndani ya watoto, ambapo kwenye akademi yangu sio ya kucheza hapa All right. I focus them for international. That's why uh, I'm pushing a lot na pia na washukuru wazazi, tunasaidiana, we make sure we go for those international games, international tournaments kwa sababu tukiendelea kucheza hapa yani mimi ndo mfano halisi kwa sababu I've been playing here on that level uh, sijapata those uh, opportunity opportunity ya kwenda kushow up kwenye international level ambapo unapata chance kutana na different coaches mm -hmm. kuna, kuna maagent scouting wa shule high school college but now in my academy that the biggest thing ambacho na focus. So these kids they can have that channel and they can go and show up their talent so they can be scouted so the most thing i think is it's not about them kucheza hapa kwa sababu i focus them to go there kucheza kwenye international games and kucheza professionally kwenye hiyo level ambayo mimi nilikuwa naamini naweza nikaenda, lakini haijulikani, mimi nishindwe, but they can do it because now that's why your platform have to itengeneza then tunaweza tukapata basketball ya Tanzania kukua zaidi kuliko kuendelea kucheza hapa. Wakati tukwenda international, tunaweza tukafanya kitu kikubwa zaidi. Abdullah.

Um, Coach, yep, get back to you, you. So far, Dream Chasers, what have you achieved? What can you be proud of so far? And what are the plans for the the future? Um, mm. The achievement ya mwaka huu kusema kweli namshukuru Mungu ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu most of the kids ambao nimeanza nao for training nimeanza na watoto chini ya yaani, na miaka kumi kumi na moja lakini tumeweza ku, kusafiri kwenda kwenye tournament Johannesburg, mm. uh, na chini ya miaka kumi na sita na pia tukaweza kwenda Dubai na timu ya miaka chini ya miaka kumi na mbili na timu ya chini ya miaka kumi na sita Kwa hiyo nimeweza kuwaona transformation yao watoto tangia anaanza nao na mpaka tumeweza kufikia kwenda kwenye tournament naweza ku compete, naona kabisa wametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Uh, tulikuwa tumezoea kwenda kwenye uh, umundani tunaenda labda Zanzibar kwenye tournament ya Arusha, but this year tumeweza kupata international tournament mbili na tumeweza mm -hmm, kufanikiwa kwenda. Kwa hiyo ni achievement, achievement kubwa sana uh, kwa Dream Chasers organization na kwa watoto pia tumeweza pata evaluation nzuri sana kuona kikompete na watoto wengine kutoka nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo inanisaidia pia mimi kuweza kujua walipo na tunapoelekea. While you are pursuing a career in a basketball you are also ndio, committed to your studies ndio. How do you balance them? Na wakati huo huo uniambie uambie watoto ambao wanakutazama hivi sasa ndio, ni nini ambacho unafikiri wanapaswa kukifanya ili hata kama hawa basketball mm. hata kama wako katika other extracurriculars kama wenyewe wako katika football ama in other sports nini wafanye ambacho unafikiri kwamba they can attain both they can balance and attain both hiyo path like hiyo basketball ambayo ina pursue plus hiyo academic how do you balance it and what's the call to other juniors um, like yourself? i balance it by putting a schedule mm. um, so

kwamba after training i have to go, ni nisome siwezi kulala bila kusoma. na napia what uh, na advice wengine is that even just just do it like me kwamba, set a timetable. na pia kama una set, set timetable, if you don't follow follow it, you got to follow it because that's how utaweza ku, ku achieve your goals of meeting both education na extra uh, curricular activity unayofanya, ile uliyosema mwanzo ya discipline, ndio Coach, mimi ni washukuruni sana na I'm wishing you all the best. Every dream chaser ambaye anataka sana kufanya basketball, I will recommend aje kwako ili ajoin the team, ili kwa pamoja tuweze kutengeneza fursa nyingi sana kwa wote. kwa kwako, Abdulwahid niseme kwamba all the best katika, yeah, hicho ambacho unakifukuzia both academically lakini pia katika Jina langu ni Moses Mohamed, tulikuwa tukiangazia upande wa basketball dream chasers, ndio ambao tulikuwa tuko nao hapa, na kubwa zaidi ni kwamba yeyote ambaye ana ndoto ya kucheza mpira wa kikapu huku akiendelea kufuatilia mengine ya kimasomo, tafadhali waone hawa jamaa, kwa sababu kwa sababu Abdulwahid amekuwa ni shahuda na ameibuka kuwa ndiye the best three pointer katika michuano iliyofanyika kule Dubai. Jina langu ni Moses Mohamed. Usiondoke viwanjani. Bado iko na wewe.